Mimi na Sajent mlijuana vipi? Mimi na Sajent tulianza kukutana kwenye my event. Kwenye my event tunajua mtu kisha kukutana naye siku moja, kaja kukutana tena siku nyingine. Ah, nilikutana naye kule, kwa hiyo kuna ukaribu fulani mtauleta, au sio bwana? Kwa hiyo na ule tulikuwa vile, uh, ule ukaribu kukutana kila siku ndio ukatutengenezea sisi urafiki, au sio bwana. Na tukaanza kufanya kitu kama kile. Mara kwanza mlikutana lini? Uh, mara ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni nakumbuka ilikuwa ni kwenye show ya media fulani vilikuwa Vingunguti pale, kwa maana yeah. <coughs> Kwamba ni miaka mingapi iliyopita, yaani udugu wenu urafiki wenu umedumu mpaka sasa ni miaka mingapi? <coughs> nahisi mwaka hujafika kama mwaka ndo naenda kuishia. Yeah. Siku ile ambayo mkatengeneza chemistry mpaka nani mpaka mkaingia studio kufanya nyimbo moja, nani ambaye alionekana na shauku na, na mwenzake bali ni idea ambayo tulinao tukikaa ili taka, itaenda sana ndio tukaamua kufanya <coughs> idea, idea, idea lipatikana kwenye mazoezi tulikuwa tunafanya naona. Nakumbuka alisema na, ah, yani, eh, ile nyumba mali yao kali. Kama uamini hicho kitu ingia, Sergeant T ile imeshaichapaga kitambo na tarisi zinaonyesha pale weka search kwenye TikTok yangu ingia. Yaani maana yake kwamba wewe Sajent alitoa wazo. Yeah. Wewe uka, ukasuka nyimbo kuanzia moja mpaka mwisho. Yeah. Ukampa maneno Sajent pita hivi. Yeah. Na nilikuwa nimwandikia kile kipande uwezo wa smartphone sema ile njia ilikuwa ngumu singeweza kupita naona. Nikamwambia basi ngoja nikupe kipande kingine. Nikampa ile verse ya pili ndo akapita akauwa sana, nikamwambia hapo unyama. Na ndo akapita hivi. <coughs> Unaamini, ni mkali kuliko Sajenti ama Sajenti ni mkali kuliko? Hapana, mashabiki ndo anaona. Mi, mi, mi naimba na tu mm. Yeah. Kabla, kabla, baada ya nyimbo kabla ya nyimbo, kuna nyimbo yote ambazo ameshazitunga pamoja nyimbo eh, zipo nyingi, na nyingine nazimba mpaka kesho, ambazo tulikuwa tunakaa unaandika. Zipo. Naandika yote anaimbaye. Eh, makubaliano. Hamna mtu, mkisha kuwa pamoja mnakuwa friend au sio bwana? ko kitu chako changu, kitu changu chako. Kwa hiyo alikuwa akiimba, mimi simaini kwa sababu misi, najua ni mwanangu au sio bwana? yeah. kwa kifupi naweza nikasema kwamba wewe na sajenti manaki wewe ni ndiye ndiye kama ni umeandika vingi kuliko yeye kwa pamoja, si ndio? Mimi naandika sijui, ila mimi naandika sana. Kuna nyimbo nyingi anazoimba nyimbo. yeah, ipo, ipo. Yeah. Ili, ili, ili, ili bifu ama hii situation ya kutokuwa pamoja ninyi kukaa tofauti ilikuwaje sasa? Bwana, <muchasidua> hiyo ni historia ndefu kidogo, kwa sababu mimi kwa sababu mimi na wale tu ah, uh, mwanzo nilikuwa sina ugomvi na na na, na, na Sergeant, bali watu ambao wanamsimamia ndio walikuwa kama time moja tunakwazana kwazana, au sio. Ila dakika za mwisho paka Sergeant naye kaona kama ananiletea dharau, au sio bwana. Yeah, mimi na wale bwana, kitu ambacho mimi kilikuwa kinaniuma ni mimi nilikuwa sina management, au sio bwana na nilivyomkuta sergeant, wakadai kwamba na management ambayo ndo DJ. Na mimi nilikuwa na wanantania wanavyosema kwamba DJ wake ndo management wake, sijawai kuona yeye ni DJ ndo yeye manager. Ni kitu ambacho kiwezekana au sio? Ile nyimbo ilivyoenda mjini, nikaitwa mimi na mshikaji mmoja anaitwa Poi ambaye ana account ya msanuaji Insta. Sijui mimi ni mwa, yani mimi sikujaji sana kwa sababu nimwakuta au sio bwana ya yeah, nikaulizwa yeah, je, upo tayari kuwa na sisi ama una sehemu nyingine ya kwenda? Nikamwambia hebu tu ni yeah, taratibu. Kwenye hicho kikao alikuwa Sajenti? Ulikuwa wewe na huyo Poi, Sajenti yakuwepo? Yeah, tulikuwa tu watatu, nilikuwa mimi, Poi na D Square ambaye anadai ni meneja ya Sajenti. Kwa hiyo kwamba ulikuwa na meneja wa Sajenti akimwakilisha sajenti, kukuwa na huyo poi ambaye yeah, naye uliokuta nao yeah. mm-hmm. no, no. Nikauliza, vipi unaweza kuwa na sisi ama una management nyingine? Kaambia, kwa sababu watu mafansi wote wanasema kwamba tuwe pamoja ndio kitu kinatoka kizuri, mi siwezi nikapinga na siwezi nikabisha hilo, kwa hiyo itakuwa vizuri kama tukiwa pamoja. Akasema basi sawa nikamwambia basi akna mimi nikanamta meneja, kuna mwanangu mmoja na, na mm, Chafikira, ni msanii anaimba, aliandaa jambo lake, mimi nimeasona unaweza kuja kusupport jambo langu leo na show njo we na Sajenti. Nikamwambia ah, kwa Sajenti kikweli itakuwa ngumu, ila kwa mimi kukutupa itakuwa uongo, kwa sababu mi na wewe najua tulipotoka sure. ila kuhusiana na Sajenti, ngoja niongee naaaa square mm -hmm. Nikamwambia da, kuna mwanangu tachafukira kanielekeza hivi na hivi tunafanyaje? Akanaambia anashingapi? No, no. Nikaambia kuhusu suala ila mimi sijaongea naye, ila najua ukienda ila nauli huwezi kukosa. Ila kwa kuwa ni hivyo, ngoja nimuulize. Nikampigia mshikaji nikaambia bwana mshikaji, akasema nabegane, nikaambia Paten sijui shauri za kusapotiana, sio kwamba kuna eh, ila nauli atapata. Nikaambia disikuwe, akasema basi kama hivyo mimi dogo haendi, wewe kama unaenda nenda. Nikaambia basi pole sana, sitaenda kunipigia, mana ndo DJ wangu utaenda kunipigia, akasema basi sawa mimi nitaenda kukupigia. Nadhani ilikuwa ni Alhamisi. Shoo ilikuwa Jumamosi. Jumamosi asubuhi nikamwambia DJ, tunakumbuka leo ndo shoo ya mshikaji yule, si utaenda kunipigia. akaniambia poa. Baada saa tatu mshikaji anipigia simu, upo wapi? Nikamwambia kaka, mimi nakuja. Naambia DJ square, tuondoke, jiandae. Ananiambia mimi siwezi kwenda sehemu kama dogo hayupo, maana mimi ni meneja wa dogo. Unaona? Nikamwambia sasa, ungenipanga mapema ningetafuta DJ mwingine, mpaka sasa hivi saa tatu afu wananiambia huwezi kwenda Bwana, utajua mwenyewe, mimi siendi, unaona ah. Kwa sababu mwenye kwenye industry kitambo, si bwana. Nikampigia mwanangu baba boy, DJ wa balaa yule, tukaenda tukaumiza, nikarudi. Nimekaa kama wiki hivi ndo. Lakini pale kwamba hujachukua hela yoyote, maana umeenda kusupport kazi ya mshikaji. Yaani mimi mwanangu, yaani mimi siwezi nikamwita mwanangu nikampa hela, na wala yeye kanita, kanipa hela, au si bwana, bali nisapoti Kanita, nilipata ila, nauli na nami nikaondoka, nika, nika, nika mm. Tumekaa kama wiki wiki hivi, Steve Musa kanipigia simu kaniambia vipi, Pateni? Nikamwambia fresh. Kaka, inakuwaje? Fresh eh bwana, mimi nitakuwa na jambo langu, au sio bwana? Tutafanya wapi? wanapoka Steve Musa kule Buza, birthday yake sasa. E, eh, birthday yake ya. Akaniambia unaweza mnaweza mkaja, nikaambia tunaweza tukaja, ila paka niongee na mshikaji ambaye atusimamia eh, ila usiwaze kaka, sisi tunakuja. Nikakata simu nikampata Disquare nikaambia vipi kaka, akanambia. Nikamwambia Steve kanipigia simu hapa, kanipigia simu nataka twende kwenye jambo lake. Akanambia wewe mjibu. Nikamwambia mimi fresh. Sasa unaweza ukakataa jambo la Steve, we kama nani? Nikamwambia kama nimemfanya kosa kumjibu hivyo, bwana nimpigie, uongee naye Ah, sasa hivi na kazi, nikamwambia basi poa. Kuna siku tunaenda Mikocheni kule, au si bwana? Walikuwa na kikao. Nikazima simu nika nikampigia Steve Mweusi. Akapokea, nikampa disk ya simu akaikata. Unaona? Imebaki kama siku mbili wanambia tuma. Siku mbili Steve anambia, vipi mbona picha hujatuma? Ni kila siku akanisumbua mimi, au si, mbona picha hujatuma? Nikamwambia kaka, nakutumia usiwaze, kwa sababu unajua mambo huko hajakaa sawa Kesho yake nikamtumia picha Steve Moses, sijamwambia kitu chochote cho D square D square. Kesho hiyo anambia kesho kuna show bandari, ilikuwa show ya chuo ambapo ndo muda ambao na show ya Steve na show ya Steve mm. nikamwambia <laughs> show ya bandari saa ngapi? akanambia show ya bandari saa sita nikamwambia kama saa sita, tunaweza tukaumiza vimeo vyote viwili. Akanambia ila show ya bandari anamtaka dogo peke yake ambaye ni Sergeant <laughs> nikamwambia basi pwani kaumizeni. Non no. mi sijaambia chochote kama nenda kwa Steve. Nikamwambia mwanangu mmoja bwana, mimi nenda kwa Steve hivi au sio bwana? Yule mwanangu ndo akamwambia ashikaji. Nimeenda kwa Steve kweli ananiambia dogo yuko wapi? nikamwambia ah, dogo ashakuwa advance ya show ya watu, kwa hiyo ikabidi aende tu. Ila mimi imenibidi nije peke yangu, niwakilishe brother. Kanambia fresh akasifia, Da, mnafanya kitu kizuri mkiwa wawili ndo mnaua sana. Kaambia, Da, fresh brother. Kweli nikaenda kwenye show, nika nikaimba fresh nikaondoka, kanipa hela yangu, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, asubuhi tunaanza kununiana, kwa nini mimi nimeenda kwenye show? Unaona hmm. Yani kwamba yeye hataki mimi niende kwenye show, au sio bwana asali, maisha nikawa naangalia yeye anajua tutapatana tu, au sio bwana asali. Mambo nikaona kama yanazidi. One time tunaenda kwenye interview, dogo anaagiziwa nguo, mimi nimekaa kitandani au sio bwana, dogo anagiza nguo anavaa nini? Akiweza kuvaa mimi ndo naambiwa leo siku na interview, mbona ujiandae? Unaona? Na basi mimi nitavaa nini? Sina nguo. Yani kama unabisha, fuatilia account mpaka account, fuatilia interview zote tunazofanya mimi na yeye. <coughs> Na nikawa kaka, kaka. Nikamwambia da, kwa mimi nachukua nguo zangu hizi hizi ninazovaa naenda zangu kwenye interview au sio bwana. Ikafikia muda wa kushuti, muda wa kushuti kanipigia wiki mbili kabla hatujashuti, e bwana, tunashuti vile. Nikamwambia basi poa kaka, au sio bwana. Anaambia vile, nikamwambia vipi kuhusu masuala ya nguo, mimi sielewi, sina hela, nafanyaje? Akaniambia masuala ya nguo sijali, tushamaliza. Nikamwambia poa. Siku ya kushuti asubuhi, inatakiwa location tufike saa nne anipigia simu saa moja ananiambiaje? Oya, mwanangu tafuta nguo ah. Atafuta hey? ah, mimi hapo niko miko Mikocheni, hapo Mikocheni nitafute nguo niende mpaka Buguruni. Nikaambia nika, nika brother mmoja Tobadloso, ambaye ndo alikuwa ni kama brother wetu au sio ni. Nikaambia brother, mimi kushuti video mimi siendi, siwezi kwenda, sina nguo na sina tamia, unavoniona hapa mimi nitaendaje kushuti Badi akanambia Pateni, we nenda, au sio bwana. Nikambia kaka, mimi siendi kwenye video. Nikarudi ndani kulala, nimelala. Badi kweli kafosi kampigia mshikaji moja aitwa aitwa nani, anaduka Sinza hapo, akambia, bwana mdogo wangu anashuti, inabidi tumsaidie nini na nini. Kweli mshikaji akanletea nguo, akanletea viatu, akanchukulia pikipiki, nikaenda mpaka Buguruni au sio bwana, nafika Buguruni dogo kaletiwa kaletewa nini designer, nguo kibao viatu nini ah. <coughs> <coughs> mi kiukweli roi ni uma au sio bwana, hmm. after video jambo likalimeisha, tukaenda kwenye shoo. Tulivoenda kwenye shoo nakumbuka alitoa mia tatu, au sio alivyotoa laki tatu tukarudi nyumbani kwa sababu hatuwezi tukagawania kwenye shoot, tunarudi nyumbani ehe. Tumerudi nyumbani nje, alikuwa diskwe na viongozi viongozi wengine ambao nilikutana nao, oh kwenye kushuti video, tulikodi mataa sijui nini, inakatwa, tulimkopa bibi mkubwa ya chakula, inakatwa sijui usafi, kwenye laki tatu, inabaki ishirini, inabaki arobaini, kwenye laki tatu mimi nikapewa elfu ishirini dogo akapewa elfu ishirini Nikaambia, mnaona hichi mlichokifanya sijapenda na haiwezekani kwenye laki tatu yote. Hata kama unamdanganya mtu, basi jaribu hata kuchekecha kiutu uzima. Kweli, kwenye laki tatu mimi nipe elfu ishirini Nilipatwa na hasira. Ilikuwa usiku saa kumi, nikaondoka kwetu Kimara. No, no, kwa sababu alinitia sana hasira <laughs> nilipita kama siku ngapi, nikamwambia tumeshuti video, nilikuwa naomba mnisaidie. Mnisaidie kunini? Kama ku collaborate tv ili na mimi kwenye akaunti yangu ya youtube ipande. Akasema sawa sawa. Kuna mshikaji mmoja naye alikuwa kama supporter wetu, au sio? Bwana akaniunganisha simu na disk square, nadhani yeye hajui paka leo, akaniunganisha simu na disk square, akanambia Pateni akanambia akamwambia disco ya Pateni kasema alichosema, e bwana, wewe Pateni achana naye, si tunapandisha afu tunasema tulisahau. Unaona, wakati tunaenda kwenye show na kwa 2020 afu kwenye kupandisha video inakuwa miaushu, unaona. Sasa mimi ile jambo liko linaniuma, unaona. Nikaenda nao hivyo hivyo kimazoea, dakika za mwisho ndo akaja kufunguka wenyewe, akampigia brother nani badloso Bwana blaza, si tumekaa hapa, tumeona bora Pateni afanye kazi kivyake, na sisi tufanye kazi kivyetu, e, niishi kivyangu na Sajenti aishi kivyake. Baadaye akamuuliza eh, bwana, kwa nini umefanya hivyo? Akasema hamna, basi sisi tumeamua tu kila mtu afanye kazi kivyake. Mimi nilikuwa sijui chochote, au sio bwana? Kwa hiyo baadaye akaniita kule kule Mikocheni, so mbali, akaniita, bwana mdogo wangu, njoo. Nikaenda na kanambia wenzako wamesikia hicho sema, nikamwambia kipi? Wanasema kila mtu afanye kazi kivyake. Sasa <laughs> mimi ndo nilikuwa navuta picha ile mambo alikuwa anifanyia unaona, nikaona ah, kumbe ndo ndo shida ile. Kwa hiyo nikamwambia kama wenyewe wame bless iwe hivyo, waache tu, kwa sababu unaweza kumforce mtu kumbe hataki kitu, bora iwe hivyo. Baada akanambia poa poa. Unaona, shida inakuja eh bosi akituhitaji kwenye show, mi naletwa visingizio kaka, uwezi amini. Kwenye show singeli singeli nani ilikuwa brother Dula pale, ile show mimi sikuja nao na mimi nilikuwa sipo kwenye ratiba ya kuimba, kwa sababu oda alipokea wenyewe, na akipokea anasema dogo yuko peke yake au sio? Bwana akapewa la maandalizi, wakanua nguo nini na nini. mimi najua yote hayo. Siku ya show niende iende tuna washikaji, kwa sababu nilikuwa kinyonge nyumbani nikatoka na kina brother Baldoso, nilikuwa na kina PK, ya, kina Six, kina Good Master. Tukafika tukapoa kupoa, ndio mshikaji mmoja anaitwa... manager Ahmed, manager Kibalali likuwa akanambia inabidi mforce mpande pamoja. Mimi nilikuwa sijajiandaa chochote kile nimevaa loko tu. Akanipa maiki nikapanda tukaumeza ila tangia pale kwenye ile shule ya makabila tu kabla ya esha makabila kabla ya hapo, yani vikwazo vilikuwa vishatokea vingi, ila tulikuwa tunaishi tu kama zoea na watu walikuwa hawajui, yeah. Chanzo ni, ni, ni, ni nyimbo imeenda, unahisi chanzo nini? Chanzo ni, ni, ni nyimbo kuenda. Nyimbo isingeenda tusingekuwa na magomvi na tamaa ya, yeah, ni mtu kwa tamaa kwenye kitu chochote brad. Huwezi kwenda. Kuna kitu nilikuwa najiuliza binafsi kabla na hisa za watazamaji hivyo. Mimi mimi ni daraja na kuunganisha wewe na watazamaji wenu. Ukizungumzia mziki wenu ambao mnaofanya wewe na Sajenti. Asilimia kubwa anajulikana Sajenti. Yaani popote pale ambapo utakisikia kisa salio watu wanamjua sana Sajenti kuliko wewe. Hii, yeah. Kwanza unaifahamu au chanzo, chanzo ni nini? Yeah, hiyo hiyo cha kwanza naifahamu na sababu ya kufahamika yeye walikuwa namuintroduce kwa watu kwamba ile nyimbo kafanya peke yake, unaona, kwa sababu ma TikToker walikuwa wakija kufanya challenge, mimi naachwa brother. Mimi interview mbili zinafanywa mimi kwa nyuma ya kamera, na ndogo anasema hii nyimbo yangu, sitajui, unaona. Kwa hiyo ni jinsi wenyewe walivyokuwa namuintroduce kwa watu kwamba nyimbo ya ndogo, nyimbo ya ndogo, nyimbo ya ndogo, hivyo yani. Na kabla hajashuti, hajapandisha ile video na nyimbo, nikamwambiaje pale kwenye kupandisha, msiandike featuring, bora muandike Pateni na Sajenti. Naona ngoma no. inapanda Pateni, inapanda Sajenti featuring Pateni, ila nikaona nikaona blessi tu, na blessi wanangu, kweli. Ndo mambo kawa hivyo. Kwenye hili, kwenye kutengana kwenu, unahisi kuna nani na nani ambao wanahusika? Wapo wengi pale, kuna uongozi mkubwa. Wewe acha tu kwenye kundi lile mm, wanajiita wenyewe Tabasamu Blandi. Mm, kuna yaani, viongozi wengi sana hawapungui chini ya sita ya yeah. Kwa hiyo kila mtu ana maoni yake. Kwa hiyo mpaka mimi pale kuomba kwamba nifanye kazi peke yangu, na isi washaka washa discuss mimi nifanye kazi peke yangu. Kwa hiyo mimi nadhani ni uongozi wao, na wenyewe nadhani, kabla ya kuungana na Sajent wao, ulikuwa unafanya music bila shaka, unaamini peke yako unaweza mimi nimeanza kuimba 2012, kumi na mbili. Nimeandika nyimbo nyingi za wasanii unaosikia naimba. Nyingine nikutajia huwezi kuamini. Hamna shida nikakwambia. Siwezi nikataja. Alafu Mungu alivyoniumba sinaga mambo, sinaga maneno maneno kwamba nimwandikie mtu, ah nimwandikie sinaga mambo ma. mtu. hayo ah, Sinaga dharau kwanza, na mabrazaausiwa kona wa respect. Na mi naandika nyimbo vizuri na ninaimba, kwa hiyo kutokuwa pamoja jalishe ti mimi nitasimama au watasimama. Kikubwa ni juhudi, kila mtu afaiti kwa upande wake. Allah tablesi tu kama wote tulipangiwa kwenda tutaenda, kama mmoja alipangiwa kwenda vai wataenda mmoja, tabaki kwao ni hivyo tu. Anatokea bosi, mnaitwa kwenye show, anakwenda peke yake. Wewe simu zote ambazo unapigiwa unasema siko pamoja na hakuna na, na, na, na, Sergeant siku ambayo umekwenda peke yako, kwa sababu na Sergeant hayupo nipeni mimi riziki, wanakataa. Yani kuna show kaka ilita la kuna moja ilita la kisita, nyingine ilita paka milioni. hmm. Unaona Iyo ya milondo nilipagawa, napigiwa simu Paten, vipi fresh, wiki ijayo tunahitaji kwenye show kuja na sajenti <laughs> nao. Mtu una shida na hela brother, bwana dogo nakimeo, labda nije peke yangu, hasabosi anawataka wote, ndo tatizo linakuja hapo, kwa hiyo <laughs> <laughs> hii nyimbo kwanza mi sijapata hela Sijapata hela. Nyimbo ina viewers laki moja like, na elfu hamsini na tano. Hiyo YouTube peke yake, aaa, achana na mitandao mingine, yaani nyimbo sijapata hela mimi. Mimi nisingekuwa hivi bra, ngoma imeenda, mimi sio kuishi maisha haya. Yaani dawe, acha tu walivyokuwa wanamuintroduce dogo Mm. Kwa mambo ni mengi kuna, kuna namna yote ambayo unahisi imerudisha nyuma mziki wako hii mtafaluku wenu kati na e na yeye? Hakuna namna yote unarudisha nyuma mziki wangu, hakuna mm. Sidhani, labda watu, ila mimi naona niko ni pale pale na ndo nazidi kwenda viral. Ya yeah, Allah anasaidia mm. Wanasema kuna riziki ya moja moja. Mimi binafsi naamini mkiwa wawili ndio riziki yenu inakuwa kubwa zaidi hata mwenye umekili hapo kuna show ya milioni mingi kwa show la kisita, lakini uweze kuweza kuipata kwa sababu mwenzako hayupo. Mathalan eh, ikatokea sasa jamaa kwa sababu turudisha moyo nyuma, tuungane, tufanye kazi. Bila shaka upo tayari juu hili. Eh, mwana mikakati yangu nitapangia ili tufanye kazi. Kwa hiyo siwezi kukubali kirahisi na mikakati yangu nitapangia ambayo ni ipi? DJ simame kama DJ, tutafute meneja mwingine na awe mmoja, tufanye kazi. Yaani mimi ni hicho tu, haiwezekani msanii na mameneja sita, kaka. Underground kweli, hayo mambo akina Mondi, kuna kina Ricardo Momo, sijui kina Doni Fumbo kina eh, hayo mambo yao. Sasa sisi haya mameneja sita, mmeenda kwenye show, mmepewa mia mbili mia tatu au utakula vipi? Vipi, na siwezi nikaenda kwenye show na wewe nikakosa mi paka boda boda wangu nampa hela nyingi, kutoka najua naelewa mchango wake. au sibwa na, na siwezi mm -hmm. kwenda kwenye show na wewe nikakupa elfu mbili elfu tano na kwamea ushu, kwa lazima tutafute <tough> management <laughs> mkataba yeah alichata ah, mkataba, ila ambayo wana respect, tunafanya kazi kwa kuheshimiana mm -hmm. kila mmoja akae kwao, mimi nakaa kwetu, yakae kwao kazi ikitokea tufanye hivyo, ili respect iwepo. Unajua, time moja mazoea anakuja, mkikaa karibu mnavunjana heshima. Yeah. Mpaka mdau, una manager? Sina management, ila na ofa nyingi sana. Yeah, watu wakubwa, watu ambao unaamini ukiingia nao wanakupeleka na watu wakubwa, kwamba ukimtajia hata mtoto mdogo anamjua, na watu ambao wana mipango. Unajua, mtu ambaye ana hela anakuja na mipango E, mtu ambaye ana hela naamini kabisa, kama hivi lazima upaga haraka kwa, na kwa na sababu naamini katika uwezo wangu ya yeah. Mambo am mna moja mwingine, narusha nyuma, mziki wenu wa Singeli uyo ni kitu e, anaumiza kwa sababu ukiangalia wasanii wa Singeli kinachotukosti kwanza ni msanii wa Singeli kishatoa hiti moja naju nakamaliza ujue. <laughs> mm, mi nimeanza kuimba, nimetoa hiti ke tamamauruma, imeshika mpaka nafasi namba moja redioni, ilisumbua sana, umeniacha masikini mama uruma ya yeah. elfu mbili na ngapi, dogo janja, niko mdogo, darasa la tano, mi nimetoa hiti s na miaka kumi na nane yeah. Yeah. Unaimba kama mtu kama, kama, wa kama miaka ishirini saba thelathini na ni kipaji tu na kutuliza akili. Mm. Ah. Ya, bila shaka watu wengi wameumia sana na kugombana kwenu Eze. Kelo vipi, ukupati, e, simu kupigiwa message, watu wanaambia, bwana endeleeni kuwa pamoja. Hakuna mtu aliyeniambia tuendelee kuwa pamoja bali watu wananifuata DM, wananipa pole na kwenye comment ukifuatilia aliposti braa nani kwaro yule ile klipu mimi nilikuwa sitaki kuiposti, ila sijui hata ilivujaje, vujaje, yani kwa sababu nilishuti kwenye simu, nashangaa mtu tu kaiposti from nowhere usiku akaipataje, ila sikujali sana, na nakuja kuangalia ilikuwa na watu wengi yani, mpaka sasa hivi naishi viewers kama 500 washafika na hakuna comment hata moja inayoniponda mimi. Eh, tunakubali uwezo wako, yeah, wengine wanipa pole, utafika mbali ya nakubaliana na kwa sababu wao ndo walitupokea ju wana kwa kwahiyo na wenyewe ndo wananipa pole mimi, kwahiyo ni kubwa sana wananipa. lakini kama itatokea sasa eh, upande ule wa Sergeant wale mamne ma, ma, ma, kapungua kabaki navasi yakea navasi yake, utaratibu kaekwa mzuri wa timu, watu wachache enye kufanya kazi zaidi, hakuna shida na napiga kazi, utarudi eh, utarudi Hawezi, tulikuwa tunaishi na kashazoea kitoka, unajua zile. Lakini kaka, amna msanii ambaye kwa amna msanii na DJ msanii akampa, imetoka laki mbili, nikupe laki wewe, laki. Kuna kitu kama hicho. Imetoka laki utakula elfu arobaini.

nikawa naso hizo familia labda kama ni baba au mama eh, ambaye ali, ali, ali, ali, alikuwa anaona mafanikio yenu mkiwa wawili, sasa hivi mtengana, amna chote ambacho amekwambia familia yangu mimi, yeah. Mimi taingia naanza muziki sijawahi kuwa na management, na sijawahi kupata mtu wa kunisupport baba mama hakuna, ila wote wapo wapo waone ninachokifanya, maana yake nini, wanaona ila walikuwa gawariziki na mimi ninachofanya nachofanya ah. Eh amini ila kwa kuwa mimi napenda, unajua waa sana ni kitu ufanye unakipenda. Eh. mimi napenda muziki na nimeweka katika sehemu ya maisha yangu mm. na ndio maana mpaka leo nipo hapa yeah. Bwana tumalize, ongea cho, chochote na watu ambao wanapenda kile ambacho unakifanya, kwa maana kwa mashabiki zako, watu ambao wanaamini ya kwamba kutengana kwa Sajenti na Pateni, Pateni amepotea, hebu waambie kitu ya yeah. Mi nadhani kwanza kutengana kwetu ni Mungu mwenye kapanga, uwezi jua mimi nilivyokuwa na wale kingetokea nini? au siyo? sana, sana. Mm. Mi nachoomba wa Tanzania naomba sana msanii yoyote, msaada wake upo kwenye digital platform zake. Mi hapa nilipo na YouTube tu, ila soon nakamilisha akaunti zote, boom, nini, Spotify. Nilikuwa naomba wakanisubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube. Yeah, sasa hivi nina subscriber mia sita nadhani Yeah. E, miasita mi, mi kama ishina ngapi sijui. Nilikuwa naomba kani subscribe kule ili waweze kunipa support. Yeah, hii hata leo na kesho nakuja kuzima jii nimepotea jina alipo tena. Kidogo chochote kitu kinaingia, au sio bwana? Exclusive interview na moja kati ya wasanii ambao naweza nikasema tulikuwa tunawatarajia kwa siku za baadaye waje kuwa wasanii wakubwa sana, wasanii wa singeli. E, ndugu Pateni ambaye alikuwa na ndugu yake Sajenti. Kama alivyoweza kumsikia hapa, mengi amezungumza, lakini kubwa zaidi kuhusiana na maisha yao na ndugu yake Sajenti, ambazo, kwa sasa hivi Sajenti, taarifa ambazo zilizokuwa zinatoka kwamba mabwana wametengana ni kweli, kama alivyoweza kumsikia mwenyewe ambapo vile alivyosema, lakini anasema kwamba kutengana na Sajenti siyo chanzo cha yeye kuacha mziki mziki anaopenda mziki pamoyoni, na bado ataendelea kufanya mziki kubwa zaidi. Ameomba mashabiki zake, kwa wewe ambaye unapenda kile ambacho Pateni anakifanya, nenda kamsapoti vile ambavyo unaamini utakuwa unamsapoti. Ana mitandao yake ya kijamii Instagram kwa jina la Pateni, eh, dogo Pateni ana watu kama 625 hivi, nimetazama hivyo, nenda ka, nenda no no no, ana watu kama 200 hivi 225 26 hivi, hiyo ni Instagram Kamfollow alafu YouTube unaona kama mia sita ishirini na tano. Nenda ka subscribe. Kwa kufanya hivyo, maana yake maana yake ndio utakuwa umemsupport eh, kuhakikisha unapata nyimbo zake na chochote ambacho kinamhusu yeye, utakuwa unakipata. Nikwambie tu kama na lolote ambalo ungetamani kuzungumza kuhusu hiki ambacho Paten amekiongea, hebu tuambie kwenye comment hapo, utakuwa umetisha zaidi. Thanks for watching till next time.